Uh, ndugu wanahabari, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro anapenda uh, kutoa taarifa ya mafanikio ambayo yamepatikana kwenye kesi mbalimbali za matukio ya mauaji uh, yaliyotokea katika mkoa wetu wa Morogoro hasa katika wilaya ya Kilombero. Sehemu ya mafanikio hayo ni wale watu watuhumiwa watu waliofanya mauaji ya kijana wa bodaboda na kutupa mwili wake kwenye pori la hifadhi ya Kilombero wamehukumiwa kunyongwa hadi kufa. Uh, Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro limepata mafanikio hayo kwa kusimamia vizuri upelelezi wa kesi hiyo, ambapo jumla ya washitakiwa watatu kati ya wanne waliohusika na tukio la mauaji lililotokea katika wilaya ya Kilombero wamehukumiwa wa kunyongwa hadi kufa. Mahakama Kuu Kanda ya Morogoro katika vikao vyake uh, vilivyokaa katika Mahakama ya wilaya ya Kilombero katika eneo la Kilombero imewahukumu washitakiwa watatu kati ya wanne kunyongwa hadi kufa kwa kosa la mauaji ya bodaboda aitwaye Shabani Kasto uh, Mwawile, uh, kisha mwili wake kutelekezwa kwenye pori la akiba Kilombero. Waliohukumiwa kunyongwa hadi kufa ni Dennis, uh, Dennis, Dennis Swai, Musa Lianga Bushiri na Alihaji Hamadi Likwaya li na mwenzao aitwaye Athman Saidi Mpango, yeye amehukumiwa akutumikia uh, kifungo cha miaka mitano jela kutokana na kosa la kutotoa taarifa za tukio hilo ambalo alilishuhudia. Hukumu hiyo ilisomwa mahakamani hapo na jaji Steven, uh, Steven Mrimi Magoiga baada ya kuwatia hatiani washtakiwa hao baada ya mchakato mzima wa kesi kukamilika. Itakumbukwa kuwa Septemba uh, tano ishirini ishirini na asubuhi maeneo ya Pangarara, tarafa ya Ifakara, wilaya ya Kirombero, mkoa wa Morogoro, washtakiwa watatu walimuua Shabani Kasto Mwawile kisha mwili wake kuuterekeza huko ndani ya hifadhi ya pori la tengefu. Mabaki ya mwili huo kukutwa Oktoba 1, 2024. hao washtakiwa walimkodi huyu marehemu kama afisa usafirishake na kwenda naye mpaka huko polini. Baada ya jeshi la polisi kufanya upelelezi, washtakiwa waliweza kukamatwa na pelelezo ukafanyika vizuri, wakafikishwa mahakamani. Kwa hiyo Jeshi la Polisi, baada ya kufikishwa mahakamani, kesi imeendeshwa mahakamani na wametiwa hatiani na kuhukumiwa kunyongwa hadi kufa. Lakini wakati huo pia Jeshi la Polisi limepata mafanikio mengine tena. Kama mtakumbuka, kesi ya mtu mmoja aitwaye Mohamed Omary Salahange Mpemba, mwenye umri wa miaka 37, mkulima mkazi wa Rudeo, wilaya ya Kilosa. Yeye naye amehukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa kosa lile la kumuua mke wake na kumzika ndani ya nyumba yake huko maeneo ya Kirosa. Huyu uh, mkeo alikuwa anaitwa Beatrice Talius Ngongoro, alikuwa na umri wa miaka 32, mkazi wa Kimamba. Kwa hiyo itakumbukwa kwamba mnamo Machi 23, 24, 24 mchana huko katika kitongoji cha Kichangani, kata ya Kimamba, wilaya ya Kirosa, Beatrice Talius Ngongoro aliuawa na aliyekuwa mume wake, Mohamed Omary Salahange, Mpemba kisha kumzika ndani ya nyumba yao. Kwa hiyo mtu huyu alifanya pia na ukatili kwa watoto wake. Kesi zake zilishasikilizwa awali, alikuwa amesha hukumiwa kifungo cha miaka thelathini, lakini sasa na miaka mingine kutokana na matukio mengine ya kujeruhi. Lakini sasa baada ya hapo imesikilizwa, ndio amepatikana tena na hatia hiyo, na atatumikia hiyo hukumu ya kunyongwa hadi kufa.